Unajua, mara nyingi tunawaachia watoto wetu wafundishwa na ulimwengu, wanafundishwa wakija kwetu, tunaanza kupambana nao. teach them tell them black and white, waambie waambie staji zao za makuzi, wabariki wanapohitaji baraka, wajue kwamba wewe ni baba yao na baba yao, sio tu mtu ambao unafuga watoto. Jua tofauti kati ya kulea na kufuga. Watu wengi sio wanalea watoto, wanafuga watoto. Kazi yao ni kuwaitia ugali, kuwanunulia king'amuzi na kuwaacha hawana muda wa kuongea nao. Sikiliza my friend, hapo wewe ulei unafuga, ni kama vile unavyofuga kuku na unavyofuga mbuzi, so unafuga pia watoto. Watoto wanatakiwa walelewe, na kwenye process ya malezi kuna corrections. Ni haki yako kuwarekebisha, na unaporekebisha warekebishe kwa upendo, waambie maneno mazuri. Sio wewe kila wakati unapoongea na watoto wako nikikawa napokuwa amekosea, hauna haunaga muda wakuzungumza tu vitu vizuri vinavyoendelea. Yaani wewe the only time utafungua mdomo mwanao amekosea. Kuna time hakunaga baya hakunaga zuri, mnakatu chini, mnazungumza, mnacheka, unazungumzia vizuri wanao, napenda tabia yako hii. Tabia yako ya kujifunza vitu I like it. hii tabia yako ya kufanya kazi kwa bidii naipenda Amkatisha tamaa mwanao. Jifunze kuongelesha watoto wako vizuri. Unajua watoto watakuwa vile wanavyoongelesha.